Raia mmoja wa kigeni mke wa mwekezaji mwenza wa kampuni ya Vaso Agriventures ya mkoani Kilimanjaro amemwomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusaidia kupatikana kwa haki yake baada ya kunyanyaswa kijinsia na kutolewa kwa nguvu kwenye shamba kwa waliokuwa wakiendesha kilimo cha maua na mbogamboga mboga katika eneo la Kibosho. Silvia Vlaskamp raia wa Uholanzi na mumewe wamekuwa wakiishi Kibosho tangu mwaka elfu mbili na tatu ndani ya shamba hilo lenye ukubwa wa ekari mia moja sabini mali ya chama cha ushirika Kibosho Kati. Akizungumza jijini Dodoma na waandishi wa habari, Silvia alieleza masikitiko yake kunyanyaswa kwa kushikwa sehemu za kifuani na wanaume waliokuja kumtoa shambani bila kuwa na amri yoyote Silvia Vlaskamp: nilianza kuishi na mume wangu, tulianzisha kampuni yetu ya Vaso Agro Ventures mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa tunaishi shambani. Mimi ni mke na mwekezaji mwenza na mkurugenzi um, mtendaji wa kampuni I'm, I'm ya Vaso Agro Ventures. Tarehe ishirini na nne Oktoba elfu mbili na ishirini na nne nilitaka kuingia kwenye makazi yangu kama kawaida, lakini nilizuiliwa na askari ambao hawakuwa sehemu ya Vaso Agroventures. Askari hao walinilazimisha kutoka ndani ya gari, wakachukua gari hilo kwa nguvu. Mmoja wa askari hao me. alinyanyasa na kunigusa kimwili to licha me. ya kumwambia mara nne aache kunigusa. Alitaka kuninyang'anya simu yangu wakati nilikuwa ni kirekodi tukio hilo.

Nilifungiwa ndani ya nyumba yangu na askari ambao sikuwahi si kuwaona hapo awali. Nilizuiwa kabisa kutoka nje. Kwa maana nyingine, nilifanywa kuwa mfungwa ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mume wangu alijaribu kwenda kutoa taarifa polisi Moshi kwa kutumia pikipiki. not responding to any phone calls made for help. Lakini polisi hawakujibu simu zozote tulizopiga kuomba msaada. Alipokuwa akiondoka, alishambuliwa na askari, wa na askari watatu wasiojulikana na alimnyang'anya pikipiki yake, alilazimisha kurudi nyumbani kwa usalama wake.

tulifukuzwa kwa nguvu kutoka kwenye nyumba yetu ya kuishi pamoja na shamba letu. Milango yote ilifungwa. Takriban watu ishirini waliovalia kiraia na askari wachache ambao hawakuwahi kuajiriwa na Vaso Agroventures, walivunja geti na kuvamia kwa nguvu. Mume wangu alipigwa na kutupwa chini, alielekezwa kuto kurudi tena kwenye nyumba hiyo.

Ukionekana tena na kamera, kitu kibaya sana kitakupata really kwa sababu kufuati sheria zangu. Nilijaa na hofu kubwa, nikaamua kuweka simu yangu mbali. So I put my phone away nilikimbilia chumbani kuchukua hati za kusafiria na nyaraka muhimu. Niliweka kwenye mikoba miwili mizito nikaivaa begani. Wakati saw huo, raia waliovamia walikuwa wanapora mali zangu binafsi mbele ya macho yangu.

Nilipopinga uporaji huo, mwanaume mmoja alinisukuma hadi nyuma ya kabati na kuanza kunigusa sehemu za juu za mwili wangu. Koba niliyokuwa ni mibeba ilikuwa nzito, sikuweza kujitetea Nililazimika kupiga kelele kwa nguvu sana nikiomba msaada, lakini hakuna aliyekuja kunisaidia. Baadaye mwanaume mmoja aliingilia na kumwambia yule mwanaume aache kunigusa lakini tayari nilikuwa nimeumizwa na kudhalilishwa. Mali ziliharibiwa mbele yangu, vitu binafsi vilifunzwa na kuibwa nyumba yangu iliharibiwa kwa makusudi. Mume wangu alipigwa na kujeruhiwa. Nilitoka nje, niliona fanicha zetu zikiwa zimevunjwa na kutupwa barabarani kama taka. <laughs> Nilikwenda polisi Moshi kutoa taarifa. Nilitoa maelezo yangu na polisi waliandika taarifa ya kesi namba MOS RB 8476 024 hadi no, leo, miezi sita baadaye, no, hakuna msaada wowote kutoka kwa polisi. Not before, kabla during, wakati wa tukio na baada ya tukio hakuna msaada wowote tuliopata kutoka kwa polisi wa Moshi Police. Hakuna chochote katika juhudi za kumtafuta RPC mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa, hatimaye kupitia simu ya ofisi alipokea kaimu RPC na haya yafuatayo alieleza. Sasa kuna malalamiko Ha, ya dada Silvia ambao ni, ni kampuni ya Waso Agreement Limited wana yeah, kampani, wanachosema kib, iko Kibosho wana, hao ambao wanasema wameondolea kwenye shamba lao kinyume na utaratibu, lakini zaidi ni, ni swala, swala zima la unyanyasaji na polisi inajua polisi kwa maana ya polisi polisi Kibosho unajua, kwa maana ya RPC Kilimanjaro yuko nje e Okay. Sasa, sasa, sasa, sasa RPC ni ofisi na wewe unatakiwa mm. Inaanza kama kama taarifa mm-hmm. Lakini hiyo kampuni unaijua ujawai kujua kitu kama hicho e, imefunguliwa kesi hapo oh.

Shina, ni makaliana, ni makaliana. Eh, mwaka jana mpaka sasa hakuna kitu kilifanyika, lakini yes. Huyu mtu nani, huyu mama ni, ni mtu wa kigeni, ni mwekezaji kutoka nje. Endapo maamuzi hayo ya kisheria yatazingatiwa, mwanamke huyo na mumewe watarejeshwa shambani na kuendeleza mkataba wao na chama cha ushirika cha Kibosho Kati unaotarajiwa kukoma ifikapo mwaka 2028. Ifu kwa taarifa zaidi endelea kutufuatilia kulike, share na kusubscribe chaneli yetu ya Washindi Media kwa taarifa zaidi.